Yes, habari ya wazee, mko poa? yeah. kabisa, kabisa. kabisa. kabisa. kabisa. mko mm. uh, uh, kabisa. kwa majina naitwa uh, yeah. Anthony Juma representative wa Tingi Tingi TV. Yes. Ah, uh, kuna wakati nilikuwa hapa wakati wa kwanza, nilipata area ilikuwa nzuri yeah. wakati wa maafa nilikuwa nadhani sitapata mtu huku yeah. ili kwa bahati nzuri nimefanya kutembea mm. na nimeona watu bado mko Eh, tuko wazima. Ningependa uh, yeah. munielezee kidogo ni nini kilitokea, na nyumba zilienda wapi? uh, nilikuwa nataka kuelewa, mbona nyinyi watu wengine wazinama na nyinyi bado mko hapa? uh, mzee, yeah. naona wewe ndio, um, mzee mkongwe hapa kiasi. Nakuambia bwana, e, nataka kiasinataka unielezee. Nakuambia bwana waja sasa maji inatopa nyumba sote haya mm. Hata kapasikili yangu nilikuita inakitwa ni mawe pale, hiyo kapasikili igaa nilichukua kakaweka huko. Ile mafuriko ilikuwa hapa ilikuwa mm. ingine hatari. Mzee, unaweza nionyesha vyenye sehemu kulikuwa tunaweza tembea vi? Cameraman, wacha tuonyeshe vyenye mtaa kulikuwa

mabati So, in fact, it was a big disaster. Mm. Uh, we we We, we analysed our issue to to the the government government of of Kenya mm. that can help us, but we did not get any help from any from department of government. We are still struggling up to now since uh, mm. the third disaster. Okay. uh, mm. uh, ni mwelekezi wetu tunaelekea tuone hii mzee

Hapa unavyoona alikuwa ni nyumba za watu, watu walikuwa wanaishi hapa, palikuwa nyumba mingi, unavyosikia mpenzi mtazamaji, palikuwa uh, nyumba 32 uh, mbili yeah. mali hapopo iga... watu wote walisumbwa na mafuriko uh, wakati wa mafuriko, na watu hao bado wanadilia haki, wanalilia haki serikali

Hapa, hata tangu hiyo okay, disaster huyu mzee alikuanga mpigi hivi, alikuanga mnene hmm, lakini alipatwa na stresi zingine, hata mali alipitia, aliponyea tu hata mali yangu. Tunashukuru yani lienda ilipata akapindua ndini, naye pia unaona <laughs> yeah. tingitingi <laughs> na <laughs> <mtwasamaji. laughs> <laughs> uh, <laughs> TV imewaletea makala haya kutoka hapa hivi, uh, senior staff ambapo watu walikuwa wanaishi na waka, waka, wakaenda na maji wakasombwa na mafuriko. Unapoona, hii ni mto ambao ilijaa na ikafunja kingo, kingo zake aikabia uh, ikailvunja kingo zake diposapezi uh, mtazamaji, unapoona hivyo mito Athi, ambao kuna wakati ilifunja kingo zake, uh, maji kafurika, watu wakapoteza maisha, wakapoteza mali. Uh, kwa sasa unaona mto ilirudi kawaida, maji iko sawa, imerudi kiwango chake cha maji levo yake. Unapoangalia huku chini, maji imetulia, ndege wanatembea vizuri, wanaendelea na maisha yao. Ukiona kuna wavuvi pia pale naendelea na kuvua samaki, uh, maisha yalirudi kawaida, lakini licha ya yote, kuna watu ambao walipoteza maisha, watu walipoteza Uh, mali wakapoteza pesa taslimu, vitu nyingi wa mifugo. Uh, na kwa sasa wanalilia serikali kama wanaweza pata ufadhili wa serikali, ili maisha yao yaendelee kurudi kawaida. Lazima mtazamaji, hapa ni Tingitingi Tingi TV ambapo inawaletea makala haya kutoka hapa 39 senior staff, asanteni.